ndipo ninakaa, e, daa basi hata utembelii. Mwenza, habari za tangu makajana? yes, yes. Ha, ha, e, ha, haya, dadangu, karibu. Nikusaidia na nini, dadangu? Natembea tembea, nasema wacha haa nitamuona. Umenikuta nikutembeze wapi na wapi, jamaniasi. okay, dadangu Basi siku hizi wakaa wapi mama? Haonekani, unakaa Miritini? Haya, niambie habari za Miritini, kwaendaje?